Namna hiyo wehu wa hivyo wanakaaga sehemu tatu, kwenye madaraja, kazi yao ni kutengeneza mawakala wanaoleta ajali za barabarani. Lakini wengine wanakaa kwenye majarara ya soko, kazi yao ni shatu alimufirisi kuiba. Haujawahi kuona mtu anakwambia nimeweka laki moja ndani, na hakuna mtu anayejua ila nimeenda kuhesabu nakuta ni elfu themanini. Haujawahi sikia hiyo dawa inayotokea, inayofanya ile hirizi ya kuiba ile pesa, inatokea jalalani. Wanaoitengeneza ni hawa wenda wazimu unaowajua wewe, na muda wa kuitengeneza ile dawa ni saa kumi na moja na nusu alfajiri mpaka saa tatu asubuhi kwenye kalenda ya Satanisti saa hizo ni saa za kutabiri ran